Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji tu. Leo tutajifunza moja kwa moja, leo tutajifunza moja kwa moja jinsi ya kupata GB za bure. mimi huwa nafundisha taratibu ili mtu aweze kunielewa na weze kuwaelekeza au kuwafundisha wengine. Mfano, watu wengi wamekuwa naniuliza e, e, tunawezaje. Yes wauzaji group, tunawezaje kupata, e, GB za bure Airtel GB za bure, za bure TTCL, GB za bure Yasi, GB za bure Vodacom, GB za bure Tigo. Sasa nikaona acha nitengeneze hii video, ni, ni waelekeze step by step. Kwanza cha kwanza, naomba uangalie mpaka mwisho hii video, maana itakusaidia sana itakusaidia sana au jinsi ya kupata vifurushi e, vya bure. Wengine wanasema jinsi ya kupata bando la bure. Wengine wanasema jinsi ya kupata e, muda wa maongezi wa bure au jinsi ya kupata salio la bure. Sasa nikaona nitengeneza hii video ili kukuelewesha, ujue hii, hii mitandao ya, ya, ya, ya moja kwa moja. Kwanza cha kwanza jibii za bure zipo na hii mitandao e, ipo kwa ajili ya kutengeneza faida. Mfano mtandao kama Yasi yanamaanisha Tigo, mtandao kama Vodacom, mtandao kama Airtel, mtandao kama Halotel, yote ipo. Sio rafiki yako, ipo kwa ajili ya kutengeneza faida. Sasa kwenye kutengeneza faida ile system yao wanavyotengeneza ya kujunga na vifurushi pamoja na kujiunga na, e, na, na vitu e, si yani kujiunga na muda wa maongezi kwa ujumla, wameweka uwe customers. Yani, kuna watu wengine wanaweza wakapata kitu fulani tofauti na watu wengine, kwa hiyo inakuwa ina, yani, inabadilika maana system yao ni pana mno, wanaweza mfano wakaweka vifurushi vya watu wenye zaidi ya miaka kumi vikao labda vidogo zaidi ya watu waliojiunga ndani ya mwezi mmoja, ili kuwahamasisha waingie kwenye mtandao, wanaweza akaweka ofa ya GB za bure kwa watu ambao labda chukulia, ambaye hajaweka vocha ndani ya miezi mitatu, kwa kama mtu anaweza tu ni pano na set tu, kama ikitokea mtu ajaweka vocha ndani ya miezi mitatu apewe GB mia tano kila baada ya siku saba, ili kuanza kumuhamasisha aweze kuingia mtandaoni kwao, kwa sababu wanajua mtu kimuhamasisha akianza kuingia mtandaoni, basi moja kwa moja ata e, moja kwa moja ataanza kupata ile wanaita uraibu ukiwa mtu mta kuingia mtandaoni unaanza kupata ile hisia ya kutaka kuingia kila mara. Hisia hiyo inajengeka, inakuwa kubwa, mwisho wa siku unakuwa unaanza nayo kununua vifurushi boyuko, na wao wanasitisha ile ofa yao na kisha kukuacha na vifurushi, unaendelea kuwa mteja. Wao nadhani hapo umenielewa kidogo eh. Mfano anaweza kaeka kila mteja kwa sababu mteja akishafikisha miaka kumi huyo mteja wana yaani, mfano huyo mteja ni anakuwa ni tayari mteja mwaminifu na kuhama aweze akahama tena. Kwa hiyo hata kama ikitokea, anaeza kubadilishia vifurushi ukawa haupati tena ofa, kwa sababu wanajua hiyo kuhama iwezekani, namba yako natumia muda mrefu, watu wengi tayari wanatumia hiyo. Ah, ni kwa mfano mwingine, jibiza bure unaweza ukapata kukiwa na promotion mfano kuna kipindi nakuaga na promotion ya kukuza wateja ili wajulikane zaidi, kuwa anaweza akatoa vifurushi vya bure vingi ili uweze kuwatangaza, kwa sababu gharama ya mtu kutangaza kwa mdomo, kumtangazia mwingine ni ndogo sana kuliko gharama ya kutangaza wewe binafsi mfano gharama ya kutangaza mfano umetangaza kwenye TV tangazo lako la Tigo, gharama yake usije ukashangaa, kwa dakika moja, mtu unalipia laki tisa mfano mfano, unalipia laki tisa au labda milioni moja na laki mbili, kwa dakika moja. Lakini kwa ile ile ukagawa kwenye vifurushi vya mia tano, mia tano kwa kwa milioni moja ukigawa tu, umegawa kwa vifurushi vya bukubuku mfano umegawa vifurushi vya bukubuku kwenye ile milioni moja ambayo ungelipia TV au tuli redio kwa dakika moja, ukagawa vifurushi vya bukubuku eh, vikatoka labda watu elfu moja, labda watu elfu moja ukawapa bando la bukubuku katika mikoa tofauti. Yule mtu ataiambia familia yake, Tigo amenipa ofa leo, wamenipa ofa ya kifurushi labda, tuchukulie mfano wamenipa ofa ya kifurushi labda cha jibi moja mtu anajisifia kabisa kwa rafiki zake. Kwa hiyo wale watu elfu moja kila mmoja akiwaambia watu sita, kuwa atakuwa taarifa zile za t, mfano mtandao wa Yasi au mtandao wa Vodacom au mtandao wa Airtel au mtandao wa TTCL kwamba unawajali wateja. Kwa hapo tayari itakuwa watu elfu sita watu elfu sita nao wataambia watu labda wawili, kwa watu zaidi ya 12000 itakuwa imefikia kwa haraka kwa kutoa tu shilingi elfu moja kwa matangazo e, ofa za GB za bure au salio la bure au bando la bure huwa lina faida sana, na wanaweka kimkakati, sio kama anaweka bila kutafakari. Sasa tunakuja kwenye swali, je, kuna kodi yoyote ya kupata GB za bure? Jinsi ya kupata GB za bure au bando la bure? Kodi hakuna, asikudanganye mtu yoyote kwamba kuna kodi ya kupata bando la bure hapana. Ni wao wenyewe huwa moja kwa moja wanajua jinsi gani ya kuwapa ofa wateja kwa ajili ya sababu zao binafsi. Haimaanishi kwamba eh, haimaanishi kwamba labda wewe ni mteja mzuri sana au nini? Hapana, ni muda tu unafika wa muda wa masoko ili kufanya wajulikane zaidi, basi huwa wanatengeneza namna hiyo, na huo ndo ukweli. Hakuna bando la bure, hakuna GB za bure. Ni mtandao wenyewe unaamua kutoa ofa kwa wateja wake kutokana na vigezo vyao wao wanavyovitaka. Usiache kusubscribe video kama hizi na nyingine nyingi, tayari zipo. Karibu sana.